Katika maonyesho haya katika siku hii ya mwisho ya kilele, naendelea kuwakumbusha wakulima wajisajili katika mfumo wa ruzuku, kazi ambayo pia TOSCI inasimamia, ili waweze kununua mbegu za mahindi kupitia mfumo wa ruzuku. Kama hujasajiliwa na kununua mbegu nje ya mfumo wa ruzuku, ni kosa kisheria. Kwa hiyo wajisajili kwenye mfumo wa ruzuku ya mbegu, na wale wote wanaojihusisha na mbegu wajisajili TOSCI na wale wote wanaozalisha miche wajisajili, na tuna waasa wakulima wanunue mbegu bora yenye lebo ya TOSCI. Kuna za mahindi zina lebo ya ruzuku, mbegu nyingine zina lebo ya TOSCI, kwa hiyo wanunue mbegu zenye lebo ya TOSCI zilizothibitishwa ubora, na pia mbegu za mboga-mboga zote zinatakiwa ziwe na lebo. Na wakati huu tunaendelea kusajili wale ambao wanalima, wanazalisha maparachichi, miche ya maparachichi na vipando vyote vinatakiwa vizalishwe kwa kuzingatia ubora na wakaguliwe. Kwa hiyo wajisajili ili waweze kupatiwa huduma ya TOSCI na waweze kuzalisha kwa ubora. Kwa hiyo tunawaasa na wakulima, tushirikiane kwa pamoja, watu wote Tanzania tushirikiane kuhakikisha mkulima anapata mbegu bora, na pia wakulima wahakikishe wananunua mbegu iliyo bora, wanunue mbegu iliyofungashwa kwenye kifungasho chake, haijafunguliwa kwa wakala anayetambulika na wapewe risiti. Ndio wito wetu mkuu kwa siku hii ya kilele cha siku ya chakula duniani. Naitwa Hafiz Juma Mamboleo, ni mnufaika wa programu ya BBT, nipo Dodoma, Mama Samia Block Farm kule, tunajishughulisha na ukulima wa mazao mbalimbali ya chakula na mbogamboga, lakini katika hali ya uhalisia tunanufaika sana na taasisi ya TOSCI kwa sababu TOSCI wana mbegu zinazokuja, tunathibitisha kwamba zipo kwenye ubora kwa kuona viambata ambavyo vipo katika mikubwa ya mbegu ambayo pale tunakuangua na kuona jinsi gani ile mbegu alini, ina ubora kuanzia kwamba imeanzishwa lini na ina expire lini Kiuhalisia, mbegu tunazolima zote tunapata mavuno mazuri, kwa sababu tunaona kabisa zimethibitishwa. Lakini pia hatuna budi kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kama vijana, kwa kupata programu hii. Kila mmoja anamiliki ekari zake kumi ambazo analima pale, kama ni alizeti, kila mtu ana ekari zake kumi, na kama ni, ni mahindi na kila mtu ana ekari zake kumi. Tunaishi vizuri tu kwa kweli na kiuhalisia, tunaishukuru sana Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia hatuna budi kumshukuru Mheshimiwa waziri wa kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashi kwa kusimamia vyema taasisi zote za kilimo ikiwemo na programu ya BBT. Asante.